Fikiria mashujaa wenye nguvu zaidi wa mbinguni wakiwa kama ngao ya kwanza katika mema na maovu. Hawa si watumishi au walinzi tu, ni mashujaa wa mbingu walioteuliwa na Mungu kuongoza, kulinda na kupigania utaratibu wa kimungu. Uwepo wao ulibadilisha historia na vitendo vyao viliamua hatima ya mataifa na majina yao yanatajwa kwa heshima katika imani zote. Katika video hii tutagundua hadithi za malaika watatu wa nguvu zaidi: Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, na jinsi majukumu yao katika mpango wa Mungu yanaendelea kuathiri dunia leo. Kiongozi wa vita kati ya mema na mabaya ni malaika mkuu Mikaeli, ambaye ni kamanda wa majeshi ya mbinguni. Anajulikana kama mkuu wa malaika. Mikaeli ni mlinzi mkuu, akitumia upanga wa moto na kuongoza mapambano dhidi ya majeshi ya giza. Vita yake kuu ilikuwa dhidi ya Lusifa, malaika aliyeanguka, wakati uasi ulipoanza. Ilikuwa Mikaeli aliyesimama na uthubutu, akiunganisha malaika waaminifu na kutangaza ni nani kama Mungu, kilicho cha vita kilichovunja tamaa za waasi. Katika kitabu cha Ufunuo anapigana dhidi ya joka, akimtupa shetani na wafuasi wake kutoka mbinguni. Hata sasa, jukumu la Mikaeli katika mtetezi linaendelea anaitwa ili kulinda waaminifu kulinda mataifa na kusimama dhidi ya nguvu za uovu zinazofuata kuharibu dunia. Ikiwa Mikaeli ni upanga wa mbinguni, Gabrieli ni sauti yake. Jina lake linamaanisha Mungu ni nguvu yangu, na katika historia amekuwa akileta ujumbe wa kimungu ambao umebadilisha mwelekeo na hatima ya wanadamu. Ni Gabrieli aliyejitokeza kwa Danieli akifichua maono ya baadaye. Ni Gabrieli aliyesimama mbele ya Zakaria akitangaza kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji. Na maarufu zaidi, Gabrieli ndiye aliyetumwa kwa Maria akitangaza mimba ya ajabu ya Yesu kwa maneno haya, usiogope Maria maana umepata kibali kwa Mungu. Kazi ya Gabrieli siyo tu mjumbe, yeye ni mtangazaji wa mabadiliko kila mara anapojitokeza maneno yake huleta mabadiliko katika historia, yakibadilisha mustakabali kulingana na mpango wa Mungu. Wakati Mikaeli anapigana na Gabrieli anapozungumza, Rafaeli anaponya. Jina lake linamaanisha Mungu anaponya, na yeye ni malaika mkuu wa uponyaji, mwongozo na ulinzi. Katika kitabu cha Tobiti, Rafaeli anajitokeza kwa kificho akimwelekeza Tobiasi mdogo wake katika safari iliyojawa mitihani. Anamlinda kutoka kwa mapepo. Anampa hekima na mwishowe anaponya upofu wa baba yake. Uwepo wa Rafaeli unatukumbusha kuwa nguvu za Mungu hazipo tu katika vita au unabii, bali pia katika urejesho. Yeye ni nguvu isiyoonekana. Inayolea uponyaji kwa wagonjwa, ulinzi kwa wasafiri na faraja kwa wachovu. Kwa pamoja, malaika hawa wakuu watatu wanaunda utakatifu wa nguvu, hekima na uponyaji. Mikaeli anapigana dhidi ya uovu, kuhakikisha kuwa giza halishindi. Gabrieli anapeleka neno la Mungu akiongoza jamii ya wanadamu kuelekea wokovu. Rafaeli anaponya na kulinda akirejesha kile kilichovunjika. Hata leo uwepo wao unajulikana, majina yao yanaliomba katika sala, majukumu yao yanaendelea katika vita vya kiroho, na ushawishi wao unaendelea kusikika kupitia historia. Mikaeli Gabrieli na Rafaeli ni zaidi ya malaika, wapiganaji na wajumbe wenye kuponya, waliotumwa na Mungu kuongoza na kulinda wanadamu. Hadithi zao zinatufundisha kwamba vita kati ya mema na mabaya, Mungu anatumia nguvu mbalimbali mbali kutulinda, kutufunza na kutuponya. Vita kati ya mwangaza na giza, nguvu za Mungu daima hudhihirika, haijalishi ikiwa ni nyakati za mapambano, nyakati za ufunuo au vipindi vya uponyaji. Malaika wakuu wanasimama kama ishara za milele za nguvu za kimungu, hekima na rehema. Wao ni nguvu za mbinguni ambazo zinaunda hatima ya dunia, na uwepo wao unadumu nasi sasa na milele.